Zoezi la ugawaji wa pikipiki hizo limefanyika hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe, ambapo jumla ya pikipiki nane zimegawiwa, hii ikiwa ni awamu ya pili, na lengo la ugawaji wa pikipiki hizi ni kurahisisha ufanisi na utendaji kazi wa maafisa maendeleo ya jamii katika wilaya zote za mkoa wa Songwe, hasa kushuka katika ngazi ya vijiji. Serikali imeona ni vema Um, kutoa kutoa huduma hii ya usafiri wa pikipiki kwenye mikoa yetu Tanzania, na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imenunua pikipiki 98 kwa ajili ya kugawa baadhi ya mikoa, za mikoa mingine tayari ilishafikiwa, na sasa tuko Songwe kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanafanya kazi zao vizuri, kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanarahisishiwa namna ya kutoa huduma katika maeneo yao na namna ya kuwafikia wananchi. Kwa serikali inategemea makubwa sana kutoka maafisa maendeleo ya jamii kuanzia sasa, kamla maendeleo ya jamii wote Tanzania ambao wamefikiwa na huduma hizi, tunawaomba sana wavitunze vyombo hivi ambavyo wamekabidhiwa, na tunawaomba sana vyombo hivi vitumike kwa kazi ile ambayo imekusudiwa. Hii ni mara ya pili, mara ya kwanza tulipokea pikipiki nne na sasa hivi tumepokea pikipiki nane kwa ajili ya kuwezesha baada ya kupata vitendea kazi, kwa maana vitendea kazi vya usafiri, ni matumaini yangu kwamba wakurugenzi kwa wa halmashauri watawezesha katika sekta zingine, kwa mfano vitendea kazi ndani ya ofisi sana so, sana hasa changamoto tulizokuwa tunakutana nazo huko vijijini. Unakuta siku zingine mvua zinanyesha, mnashindwa kufika kwa wakati, mnahitaji kufuatiliwa vikundi vya vijana, walemavu, mnashindwa mna kufika kwa wakati Tunaahidi serikali, tunaweza kufanya kazi vizuri kwa kuwa tumeweza kupata vitendea kazi. Hasa kwa wenzetu ambao wako katika ngazi ya kata, wataweza kuwafikia walengwa ambao tunawahudumia kwa katika shughuli mbalimbali, kutoa elimu mbalimbali, ikiwezekana kufuatilia marejesho ya mikopo. Maafisa maendeleo ya jamii hawa walioko katika halmashauri za mkoa wa Songwe wanadai kwamba utolewaji wa vifaa hivi vya usafiri unaongeza chachu ya utendaji kazi katika maeneo yao, hasa yale ya vijijini. Joyce Lyanda, UFM.